Nn, nisiwaambie jambo semani? Eh, niwambie jambo uh -huh. Semani eh? uh -huh. Msukuma ana mahusiano oh! Msukuma ana mahusiano, nimemkuta kwenye gari, nakwambia anamdanganya binti wa watu, nitakujengea ghorofa, nitakupeleka Parisi. Msukuma hey! Akilijua anakataga mausiano, anakataa madem. Si mambo yangu sitatu, usinigusa, usinigusa.

Uh -huh. Gari gani unataka mchumba? Hilo <laughs> limeisha, e, usiwaze yani. <laughs> na hela zinaniwasha vibaya sana na hela. Naera nakwambia, na tarehe nne tunakuja hapo Mwanza, kwa hiyo jiandae, tarehe nne mimi nitakuwepo hapo, na tarehe tano utakuwa na mnada, utakuja na Mama Chanja hapa penyewe, nimemtoroka yuko ndani huko. <sighs> <mama. Mapawe. laughs>

ulivomkazia bongoladada tukajua huko serious sina sina, yani mi mahusiano, sina yani mimi mahusiano sina. Ameanza uzinzi maskini, hamna <laughs> <na>, yani yani <laughs> ni chumba kibao, yani mimi naona baa tu tuache na hayo masuala ya mahusiano, baa tu subio tarehe 4 twende Mwanza, tuauzie tu mnada. Jamani, watu wa Mwanza, tarehe 4 na tarehe 5, mnada bei fupi ndani ya Mwanza, yeah. Na naenda kumchukua mpenzi wangu na mpenzi wangu ndio. Kivipi? Ananitisha. Ninaye. <laughs>